Eneo la kongani ya kisasa ya viwanda ambayo iko pale Mlandizi ni ya kisasa sana, ni ya Watanzania wenzetu ambao wamefanya uwekezaji mkubwa. Ni wazalendo wenzetu wa Tanzania wamefanya uwekezaji mkubwa na hivi sasa kuna baadhi ya viwanda vimeshaanza, lakini utakuta pale jengo kubwa la utawala, lakini na one stop center ambao huduma zote unazipata pale unazozihitaji, una kwa lengo la kufasiliteti swala so zima la uwekezaji pale, lakini hata hivyo unaona pale malengo ya pale ni kazi kubwa inafanyika na hasa kusaidia huduma mbalimbali na hasa upande wa kijamii lakini upande wa ajira kwa vijana wetu. Na matarajio ni kwamba watu zaidi, ajira za moja kwa moja linaenda uh, lile vizuri na baadhi ya viwanda takriban vitano vimeshaanza kujengwa na wengine imani yetu wa wa kubwa Watanzania sasa wanapofunguka kuona kazi kubwa inaendelea, na tushukuru sana wenzetu, kwa sababu sasa hivi wameshajenga ukuta karibuni wa kilomita tisa. Kilomita tisa ni ndefu sana, kwa hiyo ile ukuta wote umeshajengwa pale katika eneo hili, na halikadhalika wamejenga kituo cha, cha, cha polisi, wamekalisha kituo cha afya. Lengo kubwa ni kwamba wanaopata huduma pale waweze kuhakikisha kwamba wanapata huduma vizuri.